Asante wana Mwanza, kwa kweli tunasema kwamba kwa kweli Mwanza ameitendea haki, Mwanza ameitendea haki. Kwanza nikiangalia katika wilaya yangu tu ya Nyamagana, wilaya yangu ya Nyamagana kwa kweli tulikuwa soko hakuna, lakini sasa hivi tuna soko kuu la kisasa. Tuna stendi ambayo ni stendi ya, kis, ya kisasa kabisa hapo Nyegezi. Lakini pia kubwa zaidi ambayo kuleta mawasiliano, kujenga daraja la Busisi ambayo inaleta mawasiliano kutoka Geita, kutoka Bukoba, kwa sababu watu sasa hivi wanatoka Geita wanatoka Bukoba kuja kununua bidhaa Mwanza, na mtu anatoka Geita anatumia saa moja na nusu wakati alikuwa ni kutwa nzima, lakini sasa hivi anakwenda na kurudi. Kwa kweli namsemea, mama Samia mama Samia anapaswa apewe kula za kutosha, kula za kutosha kabisa, kwa sababu kwa mambo aliyoyafanya, mashule yamejengwa, zahanati zimejengwa. Kwa kweli, kuna shule ambazo ukiangalia ni kama shule zile ambazo za kulipia, lakini ni shule za serikali. Kwa kweli, mama Samia ni mitano tena, ni mama ambaye hatuna cha kumlipa, cha kumlipa ni kula tu, hakuna kitu kingine.